Tukisonga mbele, pilka pilka za kisiasa zinaendelea leo, zimeendelea hivi leo huku viongozi wa kisiasa wakidai kuwepo kwa njama ya tume ya IEBC ya kuwasajili watu wasiokuwa Wakenya kuwa wapiga kura kwenye shughuli hiyo inayoendelea. Kulingana na viongozi hao, hatua hiyo inakusudiwa kufanya udanganyifu kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 na, na wakati huo huo, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku ameishtumu upinzani kwa madai ya kuwahujumu viongozi waliochaguliwa wakati wa mkutano uliofanyika hapo jana kule Embu. Hapa, hizi hapa habari za kina kuhusu kinyang'anyiro cha kisiasa huku chaguzi ndogo zikikaribia. Ibada ya Jumapili katika kanisa la Ambassadors for Christ kaunti ya Kirinyaga Viongozi wa upinzani waliungana na waumini kwa maombi siku moja baada ya kumfanyia kampeni mwaniaji wao wa kiti cha ubunge cha Mbere Kaskazini kwenye uchaguzi mdogo ujao. Warundi wanachukua kura Nairobi, Waganda wanachukua kura Nairobi, Waethiopia wanachukua kura even in Nairobi hapa. Walirejelea madai yao kwamba tume ya IEBC huenda ikashiriki udanganyifu. Walitoa wito kwa tume hiyo kuhakikisha inaandaa uchaguzi huru na wa haki mwaka 2027 na kutoa taarifa kuhusu shughuli ya usajili wa wapiga kura inayoendelea. We have nothing against United Nations Convention against I mean in support of refugees, but refugees should remain refugees, they should not become Kenyans, so we are tutaweka macho. Alishutumu serikali kwa kuwatelekeza wakulima wa, wa mchele, na ndio ninaambiwa jana, usikue mkali sana kwa viongozi ya kinamama, hata hawa wasikuwe wakali kwetu. Matamshi yake hapo jana ya kuwashutumu magavana wa Embu na Kirinyaga kuhusu misimamo yao ya kisiasa pia yalizua mjadala. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku aliyakosoa matamshi hayo na kumshutumu Gashagwa kwa kutoa maelezo yasiyo ya kweli kuhusu juhudi za maendeleo za serikali na kuwadhalilisha viongozi waliochaguliwa. Na wamali wanatusi serikali na viongozi ambao wamechaguliwa. Nyuma yake kuna mradi ya serikali ya soko kubwa ambao serikali Mheshimiwa Rais amejengea ame, ame watu ya makutano. You can't be an elected member of parliament, unaingia kwa constituency nyingine unachukua mawe munakimbizana na watu kwingineko. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ameelezea imani yake na mkakati wa kisiasa wa rais William Ruto akisema juhudi zake za kuunganisha viongozi zinaongeza nafasi yake ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Mudavadi alikuwa akizungumza wakati wa kampeni za mwaniaji wa chama cha UDA kwa kiti cha ubunge cha Malava kwenye uchaguzi mdogo ujao ambako alirejelea wito wa umoja miongoni mwa jamii ya Abaluya. Tusibahatishe tena, kwa sababu Mheshimiwa William Ruto atakuwa mshindi, na saa hii sitaki tuwe nusunusu. Vile wenzetu wamesema hapa, tunatembea pamoja, tukisema jamii yetu iwe kitu kimoja. Jamii ni mtatusaidia, jamii yetu iwe kitu kimoja, tuwachane na wale wapinzani ambao hawana sera. Hawana agenda kwa ajili ya nchi hii. John Jacob Kuria, Darubini Weekendi.